E bana, mambo ni vipi? Mambo ni gani? Mdau wa soka, mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, na story ambayo sasa hivi niko nayo ni kuhusiana na mchambuzi wa soka Jemedari Said. E bana, ameguswa na tukio la Musa Camara kugombana pamoja na Ngoma e, ambapo ilikuwa ni game baina yao Simba pamoja na RS Berkane. Sasa, kwa mujibu wa yeye Jemedari Said, yeye ameweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa unasomeka hivi huyu Musa Camara mpuuzi sana kipa wa kawaida kabisa eh, makosa kibao analeta ujuaji na anaona anajiona kama eh, donaruma Ngoma angemwache angeachwa amchape vibao mjinga huyu makipa kama hawa walikuwa hawaruhusiwi kabisa kuweza kucheza kwenye kombe kama hili yaani inabidi wapambane na kombe la, la ng'ombe sasa hapa kwetu ni kama wameleta fedhea Fabrice Ngoma ni kiungo wa ndani eh, ndani ya dimba kwa sababu hakuna mchezaji mwingine mwenye mafanikio zaidi kama yeye katika msimu huu. Amecheza fainali ya ya tatu ya CAF Confederation Cup wakati Musa Kamara anacheza fainali yake ya kwanza msimu huu. Ngoma alimwambia Camara, kwanini unatoa pasi hatarishi wakati ulikuwa na uwezo wa kutoa mpira nje upya, tuanze upya? Hilo ndo swali ambalo aliulizwa, Ngoma alimuuliza Camara. Sasa Camara akaonekana kama kuleta vile ujuaji. So, bao la pili la Moroko lilionekana kabisa limechangiwa na e, Musa Camara ambaye alipiga pasi ambayo ilikuwa ni chunganishi kwa Yusuf Kagoma wakati makocha wengi hawakuweza kupenda vile, aliweza kufanya, e, Musa Camara. Kipa wa RS Berkane mipira ya staili hii alipiga pembezoni mwa uwanja ili kuweza kuanza mashambulizi upya. Musa Camara ni mchezaji mdogo sana, eh, kwa Fabrice Ngoma, lazima msikilize kwa sababu ana experience kubwa sana ya soka. Musa Camara ana sifa ambazo, eh, zimemzidi, anafanya mambo ya kitoto. Ngoma, eh, humuona kama mchezaji akiwa yeah, anakosea basi, ni kweli anakosea kwa sababu ya experience ambayo yuko nayo. So kwa tukio ambao alikuwa lipo pale jana, watu wengi sana hawakuweza kupendezewa na kile kitu ambacho kilikuwa kinaendelea pale uwanja eh, wa Amani baada ya mechi kuweza kutamatika Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane kwenye uwanja wa Amani, ambapo e, Ngoma alionekana kugombana na Musa Kamara, na yote hii ikisemekana kwamba tatizo lilianza pale ambapo Musa Kamara alikuwa akitoa pasi chunganishi kwa wachezaji wenzake. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa soka, kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye uwanja comment hapo. Subscribe kwa taarifa kadha kadha.